Leo ninataka nikufundishe jinsi ya kumshika mpenzi, jinsi ya kumweka mpenzi katika chini ya unyayo wako. Falume wa dawa. Leo ninataka nikufundishe jinsi ya kumshika mpenzi, jinsi ya kumweka mpenzi katika chini ya unyayo wako, jinsi ya kumuinamisha. Hapa unayoona labda nikueleweshe. Sawa, nataka nikueleweshe. Una mpenzi, una mpenzi, una mpenzi, una mchumba, unataka awe chini yako. Jinsi ya kumshika na kumweka chini, utachukua tulatula tula, lakini utaziweka kwenye udi namna hii, kwa sababu nyie mko wawili. Lakini utachukua na maua rozi yaliyokauka vilevile, kuna kiota cha ndege. Hivi vitu unapovipata emu, nifuatilie pati tu uone, nitakufundisha nini. Utamuweka chini lakini kumbuka, namba zangu zote zimesajiliwa kwa jina la Taz, na unapotuma kitu chochote, unapowasiliana na mimi, hakikisha jina limekuja Taz. I'm King Genius. Karibu pati tu nikufundishe jinsi ya kumshika mwanaume, jinsi ya kumshika mwanamke. Atakaa chini yako na hata utarosema atakutii. Wasiliana na mimi kwa namba za 0766646521, lakini pia unawasiliana kwa namba 0698647521, vilevile unaweza ukawasiliana kwa 0656466521. Namba zote zimesajiliwa kwa jina la Tazi Richard. Nonya, uaminifu ni utajiri. Unatumiwa mzigo kokote ulipo ndani ya Tanzania, hata nje ya Tanzania. Asante. I'm King Genius. <tune>